Wizara ya Ujenzi ni mlezi na ni mdau mkubwa sana wa wanawake katika fani za ujenzi, kwa aina mbalimbali, ujenzi wa barabara, ujenzi wa majengo, ufundi na maeneo mbalimbali. Na chini ya Wizara ya Ujenzi tuna Kitengo cha Ushirikishaji wa Wanawake, na kazi kubwa ni kuibua wanawake kutokea kwenye ngazi za shuleni, vyuo vikuu, na kuwafuatilia baada ya kumaliza vyuo, wanapotelea wapi kwa sababu mara nyingi tunahamasisha wanawake katika vyuo kutokea form one form six mpaka vyuo, tunahamasisha wachukue masomo ya sayansi. Je, wakishamaliza sayansi wanaenda wapi? Kwa hiyo ni kazi ya wizara ya ujenzi kuhakikisha kwamba wanawake wanasomea masomo ya sayansi, wanamaliza masomo ya sayansi na wana apply walichojifunza, kwa kuangalia na kutoa fursa mbalimbali mbali za kuwawezesha kufikia malengo ambayo nchi inatarajia. Wanatoa sapoti tunatoa training kwa watoto wa kike. Tunatoa training kwa wakandarasi wanawake kwa kada mbalimbali mbali, lakini pia tunatoa miradi ya mafunzo. Tuseme miradi ya mafunzo tayari, kuna chama cha wanawake wa kandarasi ambao tunaendelea kuwa groom, tunawapa miradi mbalimbali mbali, na kufikia lengo la serikali la kupata 30% ya miradi ambayo itakuwa hii chini ya wanawake. Kwa hiyo jukumu la wizara kubwa ni kuhakikisha ushirikishaji wa, wa wanawake katika fani za ujenzi unakuwa kwa kiasi ambacho serikali inategemea. Na kwa sasa miradi tumewekewa malengo ya 30%, lakini tajeti yetu ni kuhakikisha kwamba tunafika 50% ama juu ya 50%, lakini pia ni kuhakikisha kwamba wanafunzi wote waliochukua masomo ya sayansi hatuwapotezi kwa sababu mwanafunzi anaposoma masomo ya sayansi kwa ujumla, yanajulikana kwamba ni magumu kidogo ukilinganisha na masomo mengine. Kwa hiyo mwanafunzi wa kike anaposoma masomo ya sayansi, anapopotea hapa katikati, baada ya kumaliza shule, akipata mwanya kidogo, akajiingiaji, unakuta anawabadilisha mpaka fani, anaenda kufanya kazi zingine. Kwa hiyo jukumu la wizara ni kuhakikisha pia kwamba wanafunzi hawa tunawa maintain na wanaendelea na kazi ambazo wamezisomea. Mkiangalia hapa kwenye maonyesho yaliyo katika siku ya Wanawake Duniani, tuna maonyesho ya aina mbalimbali, na mmeona kabisa kuna wanafunzi kuanzia wa o level, a level, na wameonyesha project mbalimbali ambazo ni nzuri sana kwa upande wa serikali na sisi tutazichukua. Mmeona kuna project ambayo inaongelea masuala ya road safety, kuna project zinazoongelea masuala ya management ya contract na zote hizo ni wanafunzi. Kwa kweli tumehamasika sana, na sisi kama wizara tumesha, tutawachukua wanafunzi wote ambao wana miradi, wana project kama hizo, ili tuweze kuwasupport ziweze project zao kukua na kuweza kutumika sasa kwenye malengo ambayo project hizo zimeundwa. Tume, tunawapongeza sana. Pia wakandarasi wanawake tunao hapa, na wenyewe wamesema mapungufu ambao wanaona serikali inatakiwa tuyafanye. Mengi tunayafahamu na tunayafanyia kazi na yote ambayo ameyasema tumeyapokea, na tunaendelea kuyafanyia kazi. Lakini pia tuna taasisi zetu, tuna taasisi ya CRB wako hapo. Kazi yao kubwa ni ukiona, ni contractor registration, registration board. Lakini haiishi kwenye registration, una rejista wa wakandarasi unawatambua, lakini pia na kuwafuatilia. Kuwafuatilia sio kazi tu kama ya kipolisi, unawafuatilia na kuwatrain Kazi kubwa ya CRB pia ni kuhakikisha kwamba inawa train wakandarasi kufikia viwango ambavyo tutaweza kupata miradi itakayokuwa shindanishi kwa makampuni ya nje. Lengo la serikali sasa hivi kama wizara tayari tuna local content ni kuhakikisha kwamba miradi mingi itatekelezwa na wakandarasi wa ndani, ikiwa ni pamoja na wanawake. Kwa hiyo kazi ya CRB, kazi ya IRB na bodi nyingine ambazo zinafuatilia, zina rejista wakandarasi tunaomba sana na hili ni agizo la wizara na agizo la serikali kuhakikisha kwamba tunawatambua, tunawakuza, tunaangalia changamoto walizonazo hasa wanawake na kuhakikisha zile changamoto tunazifanyia kazi kwa training na kuwapeleka kwenye miradi mikubwa ambayo tunaona kwamba kujifunza sio tu darasani ukienda kwenye miradi mingine na kuona miradi mingine inafanyaje kazi, ina maana na wao watapata hamasa na watajua changamoto zilizoko kule wanakabiliana nazo. Changamoto za miradi sio tu za wanawake, changamoto za miradi zinakabili paka makampuni ya wanaume pia. Sasa tukifanya kazi pamoja, ina maana wanawake watajua kwamba hizi changamoto hazituhusu sisi peke yetu, na tufanyeje, ili kwa kutumia fursa ambayo serikali tayari imeitoa kuwapa vipaumbele wanawake, tunaomba mtumie sana fursa hizi kuweza kupata wakandarasi makampuni. Tunategemea kuwa na klasi 1 za wakandarasi wanawake wengi tu. Tunategemea kuona CRB mkiwasimamia na kuwapeleka training. Tunategemea kuona IRB kiwa deal na individuals. Kazi ya, ya IRB ni kudili na watu, watu, watu, professionals. Kwa hiyo ukianza kumtreni individual moja moja, ina maana CRB inampokea kama kampuni. Sasa yenyewe ina deal na kampuni, inakuwa tayari na watu wanaowezesha kufanya kazi. Kwa hiyo kama wizara kama serikali sisi tunaendelea na tumeshatoa maagizo kwa CRB kuendelea kutrain watumishi, lakini pia kuendelea kufanya kazi ya kuwafatilia wakandarasi wanaofanya vibaya kwenye miradi. TANROADS inatoa sasa hivi imetoa miradi ya, ya, hiyo nimeita pilots kwa sababu ya wanawake, lakini agizo ambalo serikali imetoa sasa hivi kwamba waingeji sasa katika kujifunza, kwenda kuona miradi inayoendelea ambayo inafanywa na wakandarasi wakubwa hilo pia ni muhimu, ni njia mojawapo ya kujifunza. Tutawapa miradi. TANROADS imeshatenga kwa levo mbalimbali mikoani, kuna wanawake wanaopewa vipo. Kuna miradi specific ya wanawake katika levo ya mikoa, lakini kuna miradi pia mikubwa ya lami ambayo imeshatangazwa na iko katika hatua za mwisho, ambayo ni specific kwa sababu ya wanawake. Lakini pia tumewataka TANROADS, katika kila kategori ya wana makampuni ya wanawake kuwe na miradi ya ya ya, pilot ya kuwafundisha, kwa sababu kuna class 1 kuna paka class 7 Kwa hiyo kwanzia miradi ya class 7 itengwe miradi maalum kwa sababu tu ya wanawake waweze kuifanya. Ni maana ni njia mojawapo ya kujifunza, lakini pia ni kutenga miradi ya mafunzo ambayo inafanywa na makandarasi wengine ambao wanawake pia wakifika site wataweza kujifunza na kuiona, hiyo ni njia mojawapo, lakini pia kuna ishu amaerezi ya masuala ya procurement manunuzi tumewataka TANROADS na sisi kama wizara, hilo tutalisimamia kuhakikisha, kwa sababu unaweza ukatangaza miradi ya wanawake, lakini huoni wanawake wakijitokeza, ukidhani kwamba hawapo, kumbe wapo, ila hawana ili ya kuweza kujua sasa tunaanzia wapi na sisi tuingie. Kwa hiyo hilo tume wizara tunalifanyia kazi na tayari kitengo chetu cha, cha wanawake tumekiagiza kwamba ianze sasa kuwafundisha tokea kwenye ku apply zile tena. Tangazo limetoka na ingia sasa hivi kuna mfumo wa nest wanajua kuingia kwa nest wanajua anatakiwa afanye nini, wanajua requirements zilizoko mule. Kwa hiyo hilo pia tutalifanyia kazi na tayari wanawake, tutatafuta makundi mbalimbali na chama chao tayari tuwape mafunzo kwa makundi, lakini tunaomba pia CRB mwampange pia kuwafundisha kuanzia kila hatua, kuanzia kwenye procurement mpaka kwenye kufanya kazi. Wanawake wafanye kazi, wasishindwe kwa sababu kwa kukosa information, wasishindwe kwa sababu ya kukosa knowledge. Washindwe kwa sababu labda wao wenyewe wameamua. Kwa wazima, ili uingie kwenye competition lazima uwe equipped.